Amen. Na baada ya runinga ya Citizen kuangazia kisa cha Ruth Akiru, mwanafunzi kutoka familia ya maskini aliyefanya vyema katika mtihani wa gredi ya tisa, lakini akashindwa kujiunga na sekondari ya juu kutokana na ukosefu wa karo. Sasa tabasamu imerejea usoni mwake. Hatimaye, Ruth amejiunga na shule ya kitaifa ya Tartar baada gavano, ya gavano wa Trans Nzoia George Natembeya kumpatia ufadhili wa masomo. Ruth Akiru anatoka katika makazi duni ya ADC Japata, kaunti ndogo ya Endebess. Kupitia ufadhili huo, atakuwa na wasiwasi wa karo hadi atakapokamilisha masomo ya chuo kikuu, ndoto iliyokuwa ikionekana mbali sasa ikipata mwanga. Kisa cha Akiru ni kielelezo cha changamoto zinazowakumba maelfu ya wanafunzi nchini wanaokabiliwa na ugumu wa kiuchumi katika kuendeleza masomo yao. Kwa wiki hii tu peke yake, gavana ameweza ku extend msaada kwa watoto nane. Ruth now is making the eighth student ambao personally gavana ameweza ku extend msaada wake kuhakikisha kwamba they have joined grade 10. Akiru, bidii yako ndio itakuokoa because if you perform well in form 4 he has promised that he will take you up, he will take up your university education. Nami najua mgatansidiantapita nami nashukuru, sema asante kwa gavana wetu, your education ananipeleka shule Napanda gari ya gavana mara ya kwanza. Nashukuru Mungu, ninafuraha tele, na ninarudisha shukurani kwa waandishi wa habari, kwa gavana najua. Jinsi alipofanya hii naye kwake, Mungu atamfanyia najua. Mungu aliyotetesia watu wanyonge, pia naye atamtetea na atampitisha kwa mambo makubwa. Na, mtazamaji, na baada ya kidokezo hicho kuhusiana na mwanga uliokuja katika masuala ya elimu kwa hivi sasa